Kufuatia taarifa ya jeshi la polisi iliyotolewa hii leo, kwa wataka waliotajwa hasa viongozi wa chama cha demokrasi na maendeleo, Chadema kujisalimisha katika kituo chochote cha polisi jijini Dar es Salaam na maeneo mengine. Baadhi yao akiwemo Godbless Lema ambaye ni mjumbe wa kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Boniface Jacob alimaarufu kama Boni Yai ambaye ni mwenyekiti wa kanda ya pwani ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, naibu katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Amani Golugwa. Katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika pamoja na makada wengine wa chama hicho waliotajwa katika ripoti ya jeshi la polisi taarifa ambazo zimetufikia mezani wakati huu ni kwamba mwenyekiti wa kanda ya pwani Boniface Jacobo ambaye ni kada na kiongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo chadema katika kanda ya pwani amekamatwa na anashikiliwa na jeshi la polisi hii leo kwa mjibu wa kile alichokisema martin malanjo masese ambaye ni kada wa chama cha demokrasia na maendeleo chadema alieleza kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa X akiujulisha umma kwamba Boniface Jacob alitoka nyumbani kwake hii leo akitekeleza amri ya jeshi la polisi kujisalimisha, lakini akiwa njiani alikamatwa na kushikiliwa na jeshi la polisi.